Mati, cheza zamu yako. Mati we, Mati, mati

Vipi shemeji? Poa, habari? Ah, safi tu. Karibu. Ah, asante sana. Vipi? Jamaa nimemkuta? Ah, ameenda kazini. Ah ah, tumepishana eh? Mm-hmm. Ah, unajua lengo hata la kuja hapa ilikuwa nimekuja kwake. Ah. Unajua toka jana ulivyoniambia yale mambo, Ki kweli sikulala kabisa shemeji yangu. Yaani nimekuwa naliwaza. Ah, na sisi ni mamidi field sisi, unajua ni watu wa huruma. Tukiletewa vitu kama hivyo, yani tunajikuta wanyonge yani. <laughs> Lakini shemeji, ni kutoa wasiwasi. Mimi kama mdeme nitahakikisha hili swala ninalimaliza na ndoa yako inarudi nakaa kwenye mstari ulionyooka jana. <laughs> Uh, wajua uli mwenzie alisema atanigia namba yako lakini hakunipa. Sasa naona sio vibaya nigeie namba eh, ili nikupe mrejesho <mulia> Tatizo mengine huwa washirikishi wanawake, si unanielewa? Kuna matatizo mengine yanamalizika kiume, unajua sisi wanaume ndo tunayajua matatizo ya wanaume wenzetu, shemeji. Kuna maswala mengine ni sao ya kumaliza wanaume na nawatakiwe kushirikishwa wanawake. Sawa, umeshaniamini mimi, niamini ya shemeji yangu, mimi nitalimaliza hili swala, usimwambie mke wangu mimi kama kutakuwa nimepata aidia yoyote, nitakupigia simu, nitakwambia niko wapi, utakuja, tutaangalia mipango inavyoenda. Kila kitu kitakaa sawa. <laughs> Sawa shemeji yangu, vipi ndani, hakuna isini? Maana naona kama una kijotojoto kidogo <laughs> basi shemeji, mi naenda. Sawa <laughs> shemeji, ila usiwe mnyonge, shemeji yangu <laughs> kila kitu kitakuwa poa. Mimi ndo ananita Mdeme, mzee wa Bakola, mtetezi wa haki za wanawake hapa <laughs> umefika, huwezi kuumia wakati mimi nipo. <laughs> Bye. shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia, wajuaji na wapumbavu wa Mungu

You look beautiful on your orange dress. Ngoja kwanza nikuchape na kabusu kidogo mke wangu. Thank you, sweetheart. Nice. Unajua, katika vitu ambavyo nashukuru sana katika maisha yangu, Mungu Mwenyezi Mungu, unaona kalibariki sana tukiacha mbali elimu niliyokuwa nayo, tukiacha mbali kipato, tukiacha mbali weledi na baadhi ya vimali ambavyo tumeokota okota, but I have been blessed one of the most beautiful girl in my whole life, its you my lovely wife. Manyanya, nimepata mke mzuri hajawahi kutokea <laughs> <laughs> oh. <laughs> Nini? ni ni we. Yes, kuna kitu nilikuwa nimekifikiria, nakumbuka ulishai kuniambia. Nimeona sasa ni wakati saiwa kunwa gari kweli, mirongu yaani, nikiangalia kazi yako na mimi kazi yangu inayofanya tunastahili kabisa tutu na usafiri wetu ambao natupeleka kazini na kusurudisha. Can you imagine babe? Hapa tumetoka unanipakiza kwenye gari unanipeleka kazini kwangu, then una drive unaenda kazini kwako. Imagine sweetheart, <laughs> yeah. That's my wife safi. I can feel you now. Unajua kuna namna na kuona saa hizi tunaanza kusafiri katika frequencies nazo zinazofanana. Hapo mwanzo ulikuwa unielewi Ulikuwa ni mtu wa budget sana, unabana sana matumizi. Hizo tuta request, tutakodi sio nini, tutamaliza nini bajaji? Boda boda. What? Wakati pesa tunatafuta mwenyewe. Na ni kwa ajili yetu sisi. Unajua in this life kuna concept moja tunaikosea. Kuwa na usafiri sio kama ni anasa au sio kama ni maisha ya starehe. No. Kwa maisha ambayo tunaishi hapa sisi hapa kwa utafutaji wetu, na tunaishi hivi mjini, kuwa na usafiri ni one of the basic instruments in our life ni kitu cha kawaida kabisa, kama ambavyo tunakula vizuri, kama ambavyo tunapumzika kwenye makazi mazuri. And so we deserve to have a transport right. Kuna shukuru. Sasa hivi unaanza kunielewa mke wangu? And, mm, mm, okay. unataka gari tuitwe nchi gani, Japan China? minesi tukinno japan ndo itakuwa zuri zaidi japan nice what's your favorite takwambia switt oh nice usichelewe then imis muly we have -hmm. to make sure tuna usafiri wetu wenyewe. i'm standing on right you stay on the left we ride our amazing car do you think

muzungu pakaaba aafu nyie yie wenye magari ye mna shina kutengeneza baabaa vizuri mkapita, mna kazi ya kudemadema. Ah, ah jamani, ah, ah! ili bomba mda mrefu hapa lipo tu eh, watu wanapita, huyo anaingia kushoto, ningia kulia wanashindwa hata kutengeneza kuliweka safi. Mitakataka angalia hivi mitakataka inajaa tu hivi. Jamani, mnashindwa kuonea huruma hmm? ah! ah! ah! Tuna enjoy tunajilamba kudadeki, nipo kwenye bichi bichi yangu mwenyewe eh, lakini bichi ili iwe nzuri jamani, tokoifanyia eh, usafi. Hebu angalia bomba kama hili jamani, mchafu chafu hivi eh, tokowa la bichi. Unakuja hapa unakuta bichi safi, umepanga panga mapila, nini, maboya, watu manjoi na upepo fulani, is amazing. Lakini sio hivi jamani, tusotoe basi vichafu chafu hivi.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 <laughs> Iyo nimeritisha kidogo tu, au wow? Umetishika, liangalie njia basi, saidiane kusafisha bichi au takuogelea fikaza mwama.

Kani sahau jana bwana, kuna sehemu nimepita nikasikia mtu ananiita ee, kaka subiri subiri. Ikabidi nisimame kugeuka hivi, nakutana na mme wako, nikastuka kidogo. Akanza kunilalamikia pale mara, oo mimi nimepotelea mke wangu mke wangu, ananitesa sana, bado nampenda Kiukweli katika mazungumzo eh, kwani una shida gani? Una shida gani? Yaani mtu umeamka vizuri, una mudi yako nzuri tu na furaha zako, lakini mtu anatoka liko toko huko, anakuja kuharibia furaha zako. Mi ni mke wa mtu, nina mume eh, mimi nina mume, au ndo kuharibiana furaha tu? Hmm, sawa lakini mimi nilikuwa siongee kwa ubaya, lengo langu lilikuwa ni kutaka tu kushirikisha, kunishirikisha nini? Huyo mtu mimi ananihusu nini, labda eh? Ana maisha yake na maisha yangu. Alafu sa nyingine mtu kutaka kuongea kuharibiana. Ukitaka kuongea mtu jiulize, unaongea nini, unataka kuzungumza nini? Sio mpaka mnakela wenzenu. Mimi sipendagi yani kuharibiana mudi ah, tu

Hmm? Sindi. Kwa hiyo ndo maana kunisusia chakula. Alafu kingine pia nilikuwa nataka tuzungumzie kuhusiana na ile swala la dini. Unajua sindi, hii hatua ambayo tumefikia ni hatua kubwa sana kwayo, mimi, kwa hiyo mimi nilichokuwa nataka tu nishauri kwamba inabidi ubadilishe dini. Mwana, kutoka kwenye Uislamu kuingia kwenye Kristo kama ambavyo mimi nilivyo. So mimi naamini kwamba watu wawili hawawezi kuishi sehemu moja ikiwa hawajapatana. Na kama unavyojua kwamba hizi siku za mbeleni maana yake inatakiwa tuingie kwenye uchumba lakini pia tuweze kufunga ndoa. Kwa hiyo ni lazima tuwe ni watu ambao tunafanana pia kiimani ili tuweze kuishi vizuri zaidi. Kwa hiyo nikasema hapana, nikushirikishe pia katika hilo kwa sababu ni jambo jema jambo la dini tulishaongea, na nisha kwambia kabisa kwamba mimi nimebadili dini ili niolewe na yeye. Zamani nilikuwa Mkristo. Kwa kwenye kurudi kuwa Mkristo sio tabu, hilo jambo limeshaisha. Sawa, nimefurahi pia kusikia hivyo. Naona sasa hivi kidogo hisia zimepungua a sili mpaka <laughs> Aya, gani? nikupe adhabu sababu gani? Sawa, nitaitumikia kama usemavyo Malkia. Aya, mwenesamea Sweetheart karibu. Ulikuwa unaongea na nani? Kuna mtu nilikuwa anazungumza naye. Kwanza imeanza lini kuniuliza hivyo babe? Ah, mi nimeingia ndani vizuri hapa na kuona umekaa unazungumza na simu kama simu ya siri, alafu baada ya kuniona umeshtuka, umekaa hivyo na unaficha, unaficha nini? <sighs> Rafiki yako gani? Kiasi ambacho unaongea na mtu ukimuona mmea unaingia ndani unakosa confidence. Confidence? Bora mimi niko sawa, niko sawa. Eh, umeshindaje huko ulipotoka? Wewe vile tu usinifanye mimi mtoto mdogo, sawa? Usinifanishe asila ngafanya vitu ambavyo sijapanga kabisa kufanya. Unaongea na nani? Nakwambia nilikuwa naongea na rafiki yangu. Sasa wewe usichoelewa hapo na ni na na na nini? Okay, nipe hiyo simu.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

Ningeruka thamani ya utu wangu bei ya chapati dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo